Yeah, me melodies. Na usu, na ya melodies natokea kambini yauhusu na shimeno ya Stand pale ya yeah, mimi nilikuwa nipo nyumbani, a nipo nyumbani, yeah, nikawa, yani, mimi nilikuwa penda sana kuangalia muziki kikanivutia tu na isitoshe mimi nilivyokuwa naimba imba nini pale, watu wengi wakaanza kusema mbadogo, naweza nikaona, basi isiwe kesi, achana kwanza nijaribu na mimi labda ikawa ndo bahati yangu. Hasa kilichonivutia sana na mkubali sana Diamond Platnumz, pigo zake tu akanivutia na mpya nikafanya kama hivyo. Wimbo yangu mpya naitwa nasubiri ninaongelea kuhusu maisha yangu ya chini, kikubwa natafuta ndo hivyo tu, kwenye maisha ya kujitafuta. In short tu ni nyimbo nayozungumzia maisha yangu ya chini, na hivyo najikaza mi mwenyewe, ni subiri tu, maana nishapambana sana kwenye mziki, lakini sijaona kitu chochote, ila najipa tena moyo mi mwenyewe, one day tu itakuwa sawa. Kwao ni subiri eh, Wimbo huo ilinivutia kwanza, nilivyokuwa tunajiona mimi nilikuwa najiona mimi mwenyewe. Ikatokea siku moja hivi nipo na mwanangu fulani hivi, tupo nyumbani tu tunasikiliza mabiti, nikaanza kuigonga hiyo maana mara kwanza nilivyoimba mle, so uongo ndio gisi ilivyo, nishasota sana bro, kwa nazidi kusubiri kama hivyo, ujumbe ni kikubwa tu, wazidi kusubiri. So kila kitu wanafanya kwa pupa, eti kisaula pale katoboa fast, ndio na mimi nitoboe fast? Hapana. Uh, kila mtu ana muda wake na, na kila mtu na wakati wake kwao. Kila mtu asubiri kama mimi hivi, nasubiri siku yangu ikitokea, gada ya kiblesi naweza nikatoboa. Utofauti ni mkubwa sana, maana kwanza biti niliotembelea hamna vitu vingi sana uh, mna, mna piano tu na kama gitagita tu, ni slow yani, tumetu ni slow yani, kama tu piano tu ndo ambayo tu iliyopigwa mle. <laughs> <laughs> Najua wote ni, ni nani ni leo wanasema, najua pia kazini ukosi changamoto. Kwa hiyo mi mwenyewe najikubali najikubali na mi mwenyewe najipa tu imani one day, nikiona swa sana kale vinanisumbua waga tunaweka tu mziki nasikiliza basi, alafu najipa moyo. Uh, yani ya, anayenivutia sana na ambaye mimi nakubali kazi zake, wapo wengi ambao nakubali kazi zake, ila blaza Diamond Platnumz namkubali sana. Kwanza pigo zake yani kila style anaweza ya, uh, yani hicho kitu ndio kinatuma mpaka mimi nivutie naye yeah. Of course kazi zinakuja ni nyingi sana, kazi zin, ya, zinazokuja ni nyingi koo oh, ni kikubwa tu ambacho nitawaomba mashabiki, ya, naomba mnisapoti tu, ya, msinichoke mambo kama na hayo. Ukuaji hapa kwetu upo sawa, u, u, uh, upo sawa watu tukifocus na vitu vyetu ya mashabiki zangu, ningependa kuambia naombeni support yenu sana, maana mimi bila nyinyi siwezi chochote. Uh, mimi kila sehemu nipo, ukienda uh, YouTube wapi, TikTok sio wapi, yani kila sehemu mimi nipo, unaweza ukasachi tu pale sana mpaka sasa ukanikuta nipo. Ya, video mimi siwezi nikasema eti itatoka sijui siku ngapi, maana hatujamaliza. Tukimaliza ndo nitawaambia. e, nikipata tena chance ya ku ya kuonana tena kama hivi, labda kufanya kingine kipindi hata e, hivyo tu, akiwa tayari washanifuatilia najua tu watajua. Mastaz TV cha cha kuambia, msisahau kusubscribe Like na comment channel yetu hii. Eh, yeah, mambo kama nayo.